Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama, ametupa afya njema, ametupa uhai. Na leo kwa rehema zake yeye, uongozi wa klabu yetu ya Yanga tukiongozwa na mjumbe wa kamati ya utendaji mzee wetu Rogers Gumbo, tukiwa pia na afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu mzee wetu Andre Mtine, tunaye pia mkurugenzi wa masoko na wanachama Kaka yetu Ibrahim Samuel na watendaji wengine wa klabu yetu tukishirikiana pia na mratibu wa klabu yetu ya Yanga hapa Mbeya, leo imekuwa siku ya bahati. Tumefika Uy Uyole, si ndio? eh Uyole, Uyole. Uyole. E. Uyole. Uyole Mandanji Uyole Mandanji oye, safi. Basi bila kupoteza muda kwa sababu jukumu la msingi ambalo limetuleta hapa ni mwendelezo wa desturi na tamaduni ambayo klabu yetu iko nayo kwenye kila mkoa, kila uh, nchi ambayo tunakwenda kwa ajili ya shughuli zetu za kimpira, basi huwa tunakumbuka kurejesha kidogo kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujaalia kwa jamii ambayo ina uhitaji, na leo hapa Mbeya tukiwa na mchezo muhimu wa ligi dhidi ya Tanzania Prison, tumekuja hapa Uyole kwenye kituo cha Nuru kuleta kile ambacho klabu yetu imejaaliwa kwenye jamii hii yenye uhitaji. Klabu ya Yanga kwenye shughuli hii imekuwa ikishirikiana wa karibu sana na taasisi ya GSM Foundation, wamekuwa wakitushika mkono wenzetu, kuhakikisha kila ambako tunakwenda na wao wamekuwa wakiweka nguvu yao kuhakikisha jamii yenye uhitaji kama hii ambayo mnaiona hapa kwenye kituo cha Nuru yanufaika na klabu yetu ya Yanga. Sasa tukifahamu kidogo kituo hiki kwa kifupi, e, historia yake na watoto wangapi e, na jamii iliyokuja hapa ya Wanayanga na Wanayanga ambao wanatusikiliza kupitia vyombo vya habari waweze kufahamu uh, hali halisi ya kituo hichi na nini kinaendelea hapa. Rose wa Japani kwa kutusaidia ufadhili wa majengo baada ya kuona sisi wa kike na wa kiume nakaa jengo moja. Kwa hiyo kajiunga majengo matatu ambayo unaona mbele yako pale jengo la Jerusalem kwa ajili ya wavulana. Pembeni yake pale kuna jengo la Sayuni kwa ajili wa wa ya wasichana na nyuma yetu kuna jengo ambalo linaitwa Galilaya kwa ajili ya Nazareth kwa ajili ya chakula na kufanya ibada na shughuli mbalimbali. Tunapaja watoto, wala tunapata kupitia ustawi wa jamii wa serikali kushirikiana nao. Kama mfano unasikia mtoto ametelekezwa sehemu fulani, serikali yenyewe inaangalia mtoto huyu kwa jinsi alivyo, kitu gani kitamfaa. Kwa hiyo mara nyingi sana watoto wapo wakiwa wachanga. Kwa hiyo mtoto mdogo kabisa ambaye tuna naye saizi ana miezi mitatu, tutapita kwenda kuangalia na mkubwa kabisa ana miaka 17 na miaka 18. Ufadhili wa Nuru unapatikana wapi? Nuru sisi hapa 80% ya ufadhili wetu ni ufadhili wa ndani. Najua watu ambao wanajulikana kwa mapenzi mema kwao wafadhili wetu wengi sana, watu ambao ni Watanzania na jamii ambayo inatuzunguka, kama nyie ambao kama mlivyofanya nani. Yanga ni ni moja kati wa wafadhili wetu, na hii si mara ya kwanza Yanga kufika hapa kituoni. Hapana, kila mwaka Yanga wana desturi, hata kama nyie viongozi wakubwa mjafika, huwa wanakuja wanawakilisha sana vizuri hapa kituoni. Kwao huo ndio wafadhili ambao tunaupata hapa ndani. Changamoto, changamoto. changamoto tunaoipata hapa kubwa ni changamoto tu ya kimalezi ambao unajua mtoto nyumbani ambaye anakusumbua, lakini sasa hapa ana tabia tofauti tofauti, kwa changamoto ya malezi, na vile vile na wale ufadhili ambao wa kudumu, wanzi tunategemea sana jamii kafuona, kama kipindi cha corona tuliumba sana, kwa sababu ulikuwa kuna lockdown, hamna mtu kutoka nje. Kwa hiyo changamoto kubwa tunatafuta ufadhili ambao ni ule ni wa permanent, kama vituo vingine, kama unakuta wana ufadhili wa ubalozi wa Marekani na kila kitu, lakini sisi hatuna huo ufadhili mkubwa. Kwa hiyo kuna vifaa maalum ambavyo vinahitajika kuwahudumia wao, kwa hiyo tunge tungepeka kwa taombi kwa Yanga pia next time mkija mtukumbuke, kwenye swala la walemavu, kwa sababu sisi tutegemea kama tutakuwa na watoto wa kawaida, lakini sasa wamekuta walemavu na tumepeka vituo vingine wamewakataa. Kwa hiyo na special care ambao inahitajika, kama kuna viti maalum ili kuwasaidia wengine ambao hawawezi kukaa, ili kusaidia hivi uti wa mgongo ukae vizuri. Kwa hiyo ni hizo changamoto, asante. nimedai vita Nimeenda vita, nimekuta vitu vikubwa, mfahamani kaainda kwa damu ya Yesu Kristo, ukapigania kwa damu, wanaenda kucheza mpira, mfahamani wapigania. Asante nimeenda vita, wamekuja vitu vikubwa, sio vitu, mfahamani wanaanza kuondoka, mfahamani.